Naam jamani, habari. Tuko na Jecha Online TV imekuja Kitonga kwa Sharifu Teacher kuja kupata mawili matatu, nadhani mnaona clip mbalimbali tukiwa tunafundisha jamii, na usisahau kufuatilia eh, channel hii ya Jecha ili ujifunze mambo mengi sana kila kesho. Eh, utapata mambo mengi sana kujifunza habari za dunia na mambo mengine yanayoendelea eh. Usisahau kufollow eh, channel hii Usisahau kuifollow na ukitaka mengi ingia like katika nani like yake hapo, unaenda moja kwa moja YouTube unajipatia mambo mengi sana. Asanteni sana ndugu zangu. Ah, tuko hapa kama nilivyokuambieni kwamba kwa Jecha Online TV inataka taarifa mbalimbali ili binadamu jamii ipate faida na imejaribu kuniambia kuhusiana na masuala ya mbuyu, mbuyu una kazi gani? na mimi kama Sharifu Ninasema jamani, swala la mbuyu, mbuyu huu sio ni mtu wa wachawi, kwa sababu kuna watu leo katika mbuyu huu hata kupita wanaogopa, hata kupita katika mbuyu wanaogopa. Lakini mimi nataka nikwambie wewe ndugu yangu kwamba huu mbuyu ni mti kama miti mingine, ni miti tu ambao Mwenyezi Mungu amejalia, lakini huu mbuyu una faida kubwa sana. Moja ya faida, kama una ndugu yako anasumbuliwa na maradhi ya kichaa, maradhi haya ya kichaa, iwe amerogwa, amefanyiwa uchawi, akawa ghafla tu amepatwa na kichaa, ametoka kazini, ametoka sehemu shuleni, basi njoo ndugu yangu katika mti huu wa mbuyu, kata magome yake. Nadhani mtu ambuye, mshehe waonyeshe vizuri, mtu ambuye wauone, huu ndo mbuyu bwana. Kokote utakapoona huu ndo mbuyu, kata magome yake. Ukishayakata haya magome, nenda akamchemshie mtoto wako, awe anakunywa kwa siku mara tatu, kutwa mara tatu, asubuhi, mchana na jioni, kwa muda wa mwezi mmoja, mtoto wako huyo atabadilika na hali yake itarudi kuwa sawa. Asanteni sana jamani, kwa haya yanatosha. Wabillahi tawfiki.